Israeli ana kile ambacho sema tutawapeleka wa Palestina Yani tupunguze idadi kubwa ya Palestina kuwahamishia hapa, kwa sababu ni juzi kulikuwa kuna mgogoro huu wakati Israel ilipoamua kuwa inawatoa Palestina bila hata kuwagongea exit wala wanasafirishwa, wanaenda Afrika Kusini kwa sababu walikuwa wanapokelewa. Lakini leo wanawaza nchi gani tutawatoa tu wasukume, wapokelewe tu bila nchi hiyo kufanya kompleni au kutolalamikia. Kwa hiyo wanaona kuwa sasa tumepata fursa ya hii nchi, tunaweza tukawasukuma, tukawasukuma kwa sababu hawa, tuna makubaliano na Somaliland. Inataka fedha, Israel anazo pesa za Marekani za bure, atazipeleka tu kule. Lakini wakala mkuu wa hili alikuwa ni Imarati, ndio maana kwenye tamko ile la nchi 21 hayupo Imarati, hayupo Moroko, hayuko Bahrain. Hawa wote wako kwenye mkataba wa Abraham. Mkataba wa Abraham unapoingia ni kama umefungwa mdomo, umezibwa masikio, umefungwa macho na miguu umefungwa. Yaani huwezi kukosoa wala kufanya lolote. Sasa faida ya pili ya Israeli kuwa Somaliland. Somaliland ndio iko kwenye pwani ya bahari ya Arabia ambayo inaenda ina connect kabisa na pwani ya Aden. Unakaribia Babel Mandeb lile lango la kuingia bahari nyekundu. Sasa hapa ndipo Israeli anapopataka siku zote aweze kuwadhibiti Wahuthi kwa njia yote, kwa sababu Wahuthi wanampa hasara kubwa sana, kama walivyofanya safari kuzuia meli kwa kiwango cha hali ya juu, zikawa hazipiti pale. Sasa Israeli, huu mkakati ni wa America with Israel. Tayari Imarati anakaa kwenye visiwa fulani vya Yemen vinaitwa Sokotra, vile visiwa tayari wamefunga rada na kila kitu, wanataka waidhibiti bahari ya Arabia yote kuingia kwenda upande wa juu. Sasa huu ni mkakati ambao kwa nafasi ya Trump atalinda kila Israel anachokitaka na hili la mkutano wa Umoja wa Mataifa na hii kelele ambayo inapigwa sababu na au na hii vurugu ambazo zinatoka labda IGAD kwenye pembe ya Afrika watanyamaza tu, lakini wataendelea